Wanyeli wako fit. Mm -hmm. Watakuwa ndani. So do you think with that squad? Mm -hmm. Wataeza juu. Remember Harry Kane amekuwa kishine sana Bayern. He's been doing... By the way, hata nikwambia kaka kuna team imefever Harry Kane. I think ni Bayern. So mna meet now leo. Do you really think Bayern wata go through Arsenal ama tu Arsenal tu tuseme tu Arsenal kichwa vile tumekuwa tukisema kila kitu yani, Arsenal kichwa. Wacha wacha, kwanza tuanze na wacha kwanza nianze kuongelesha admin wa Bayern kwa mitandao. Mapema mapema. Unajua jamaa anataka sisi tuone kwamba like lik an, anabase kwa history sana mm -hmm. Unajua siku hizi tuliachana mambo ya history sana mm hata -hmm. Sinye mangesa pia mnajua history history ah, si, tunajua, tunajua. Sasa huyu admin wa Bayern mm -hmm. Anajaribu kututishia kila mara kwa Facebook ama kwa tiki, ama kwa ama wapi, anapost 5 nil, 51 5 2 anatupostia ana kina Robery kina kina kina Riberi kina nani? Sisi hiyo ni history. Anafanya tu kazi yake, si hata nyinyi msipopost vitu hapa content na nana waitanga mkutano huko anafanya <laughs> <laughs> lazima afanye kazi yake <laughs> sasa mbambiwa a, postivo, a na, na, na, na, post hivo ati na, unajua hizo post zinatisha mafans juu kuna fani akisema we, kumbe kuna time Bayern ilipiga Arsenal 5 5 to ama 5 1 ana tense lakini Bukayo Saka na time ya kuona Facebook sahi Bukayo Saka kana time ya kuingia x Bukayo hako saa... na time ya kutrain kwa uwanja, na last time tukiwa meet walitushinda one nil, ilikuwa mm -hmm. kwao kwa tulitoka tutu tukenda kwao Joshua Kimmich ama Kimmich akafunga one nil na mm -hmm. waka advance eh, I think uh, ile time yenye bae walikuwa lukua na nangaria Arsenali na hizo mabao mingi iliisha. This is a, like a new Arsenal. Asenal ambayo inajitambua, Asenal ambaye iko na, na depth, ni Asenal ambayo inaenda kufanya mambo yake vizuri. Captain amerudi, good news. Eh, Jesus leo, I'm very I'm hoping atapata time kidogo. Ni ile tu I think squad itazidi ile squad ilianza against Tottenham. Merina atakuwa pale mbele kama false false nine. Kwa TT alikuwa lakini hakuni hakufunga, but alipeana assist. Tuna expect game ambayo itakuwa ngumu sana, tunajua of course wako na Olise. Simple sana tuko na d yenye kofiti Olisa akijaribu sana <laughs> right. Ingekuwa kushuti, ingekuwa ni kepa reza balako ungeona kitu, angeanza kuambiwa, but anyway <laughs> mi kitu ndasema ni hivi, napenda Vincent Kompany sana na mrespect sana as a player and as a coach. Black 2029 ni coach ambaye an, an, an, anajua filosofi au, wote wawili wanafunzi wa Guardiola ukiangalia okay, tu fiti wote ateta ni mwanafunzi wa Guardiola. Kompany kwa captain under Guardiola, so both to expect game itakuwa high intensity game. Uh, Kompany amesema kitu moja na ninaheshimu hiyo kitu sana. Amesema ni aje? Hii Arsenal si yes, hii Arsenal imekaa pamoja for 6 years, close to 6 years it's a complete perfect in all departments. So city mwenye unaweza taka pale uende u make mistakes, ukienda sorry, set piece ah, jamani wa deadly ukienda defense wako fit, mid wako fit, depth wako nayo, so weakness yoyote kujaribu ati unataka kuangalia kwa hii team unaweza kosa kwa weakness sababu, so wako tu fit na wako top of the table for a reason. Uh, Bayern Munich wako unbeaten for a reason. ka ulichegemea na PSG mm -hmm. walimaliza mtu nani mm -hmm. walimaliza mtu kumi, si ndio? bado wakaweza kuhold PSG pari na wakashinda game two goals to one, for them to be unbeaten for the, all those games and all competitions it's not by whisker Harikena konfaya anajua ku deal na Arsenal, mm -hmm. but ana deal na Arsenal gani? Ile different Arsenal, different iko na squilaji na kuna Johan Juru ile kuna depth quality si depth tu quality. Ai kiburi, depth sio kiburi, sio robo holding. Kesho utaongea hiyo si ndiyo? Kesho utaongea hivyo, kesho lazima saa saba na nusu siku, fanya game.